Tumechafua mazingira amesema vizuri kabisa kwamba moja sababu ni kwamba tumeruhusu uchafu mwingi kuingia ziwani. E, miji yetu tunasema tufanye usafi, ule uchafu tuweke kwenye madampo, tudisaiko au tuchome, lakini matokeo ni kwamba hatufanyi usafi wa kutosha. Mvua zinapokuja zinasukuma maji ziwani au baharini, na matokeo yake ni kwamba fukwe zetu sasa Zina, zimegeuka kuwa dustbin, na hii kesi utaikuta wrong side hapa uh, Ziwa Victoria, na hiyo ndio kesi unaikuta hata kwenye beach za coast, mkoa pwani na mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo mimi nitoe ombi um, kwa wakurugenzi wa halmashauri na wenzetu um, wa mkoa, kama mfano rasi, tuanzishe kampeni maalumu ya kufanya usafi katika miji yetu na sasa hivi uchafu ni fursa. Uchafu unatengeneza bioges, uchafu unatengeneza, una recycle na plastiki tunatengeneza vitu vingine, lakini pia uchafu ni, ni moja kati ya mikakati ya kutengeneza biashara kaboni. Kwa hiyo sasa swala la usafi kwenye miji yetu sasa sio ombi, tukiendelea kuomba hali ndio hapa. Sawa, tumekutana Mwanza leo, tutaangalia tatizo kubwa kiasi gani. Kesho tutakaa kikao cha haraka, tutafute njia za haraka za kufanya, maana tunaweza kusema tufanye stadi nyingi wakati ambayo hadi ni mbaya, lakini pia umesema vizuri kule Uganda kuna wezo umefanikiwa. Tutatuma baadhi <tutu> ya watu wakakimbia kule mara moja. Amshukuru jijini nmki ipo hapa, tutume watu mara moja kule wakaangalia wamefanya nini, tukopi na kupesti immediate. Lakini kwa muda fulani unaona kabisa tunaathiri biashara kwa wananchi. Tunashukuru kuna daraja pale inakamilika lakini sasa hali hii sio nzuri, na bahati mbaya sasa, mheshimiwa katibu mkuu wa waguve yuko hapa. Hata samaki sasa wanazidi kupungua, sababu tuna disabu hata uwezo wao kuzaliana, ekosystem yao inavurugika. Kwa hiyo mimi ni ombi sana, Tanzania, swala la mazingira sasa ni vita, ni vita ambayo kimsingi lazima tupigane pamoja, na hii inaathiri wanaohusika na wasiohusika hapa tulipo naona tunatumia feri moja sasa, ikitokea kuna mgonjwa amezidiwa mtoka Geita, Chato, Sengerema anataka kuwahi Bugando, inakuwaje? Eh, yani mzaamzaa kutuza mazingira zinaweza tukafika mahali tuka risk hata maisha ya mtu.